Sasa pametokea maneno mengine, siku hizi nawasikia wanazungumza sana, kwamba watoto wanapoenda kule, wakipata mimba, akishatoka kuzaa arudi shuleni <tikipi> nataka niwaeleze, tukienda kwa mzaa wa namna hiyo, kwa kusikiliza ma NGO yanakotupeleka yanalimaliza taifa. Mtu ametoka pala, amepata mtoto, amezaa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 wala ya kwenda shule za sekondari au msingi ni marufuku. Labda ukazalie chuo kikuu. Chuo kikuu anaruhusiwa, uwe mwaka wa kwanza, mwaka wa pili, nini we zatu. Lakini sekondari, darasa la kwanza mpaka sekondari, tunapeleka watu waliona watoto, tunapoteza maadili yetu, watazaa mno. Itafika baada ya miaka kadhaa mtajikuta darasa la kwanza wote wana watoto, wanawahi kwenda kunyonyesha.